Katika mwendelezo wa maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, leo hii Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imetangaza orodha ya majimbo pamoja na majimbo mapya yaliyotokana na mgawanyo wa majimbo. Tume ilipokea jumla ya maombi 34 ya kugawa majimbo ya uchaguzi na maombi kumi ya kubadili majina ya majimbo. Baada ya kuchakata maombi husika,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 INEC inabainisha kuwa mkoa wa Dar es Salaam una majimbo mapya mawili, wakati Dodoma na Mbeya ina jimbo moja kila mkoa. Mikoa mingine ni Geita ambayo ina majimbo mapya mawili, wakati Simiyu na Shinyanga ina jimbo moja kila mkoa. Tumezungumza na baadhi ya wapiga kura wa maeneo hayo. Kutokana na mgawanyo huo, itarahisisha upatikanaji wa huduma kwa kutokana na viongozi watakuwa na nafasi ambayo wanaweza kuimudu kuwa na jimbo kubwa ilikuwa ni changamoto, tukizingatia ndio lilikuwa jimbo ambalo linaongoza kwa ukubwa kwa Tanzania, lilikuwa na almost kata arobaini na moja. Hii ilikuwa inafanya huduma, utoaji wa huduma kwa mbunge wa jimbo hili kuwa ngumu sana. Kuwepo kwa mgawanyo wa majimbo haya mawili kunaenda kuongeza tija sasa ya upatikanaji wa huduma za kijamii, hasa kupitia ule mfuko wa jimbo. Mimi binafsi napokea kwa bashasha kubwa, kwa sababu najua sasa kwamba zile huduma ambazo tulikuwa tunazipata mbali sasa zinarejea jirani sana na wananchi. Wingi wa watu umekuwa ni mkubwa mno, na ndio maana ikawaona kama ile idadi ya, ya watu population yake, kwa sababu inakuwa ni kubwa mno basi ingewezekana igawe angalau tuone majimbo, tupate angalau hata wabunge wawili katika, ili kuweza kufikiwa kirahisi kwa wale wengine, kwa sababu kugawa jimbo au kutenganisha majimbo actually sio maendeleo. Maendeleo ni vitu ambavyo vinaonekana usoni pa watu. Unaweza ukagawa halikawa vile vile, kwanza ni maendeleo tunahitaji sisi maendeleo, miundombinu hiyo sahihi maki miundombinu, jiji limeelewa na miundombinu. Ukiangalia tu kwanza zenyewe barabara, barabara zetu barabara ni hafifu mno. Nafikiria labda huyo mbunge anayekuja sasa hivi inawezekana, kwa sababu jimbo limegawanya lilikuwa lime, mwanzo kubwa, sasa hivi limekuwa dogo, anaweza akasikiliza kelo za wananchi, ikiwemo hiyo barabara ya banana kwenda Kivule, barabara hii ya Mombasa kwenda huku moshibaa inaweza ikawa ni nafuu kwetu, au ikawa sio nafuu, kwa sababu sasa hatujui kwamba hao wanaokuja watakuwa ni waadilifu kuliko wale waliopita, au watakuwa ni wale wale ambao wanakuja na ahadi kwamba bwana, mimi najenga barabara, kinichagua najenga barabara, akishapata ubunge anachimba pia. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imesema jumla ya majimbo kumi na mbili yamebadilishiwa majina katika mikoa ya Kagera, Katavi, Kigoma, Singida, Tabora Tanga, Geita na Simiyu. Ahmad Ali, Azam News.